Ndoa ni muhimili wa maisha ya mtu, iwe ni kidunia na dini. Ndio mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, akasema, hii ni nusu ya dini. Maanake ukamilifu wa dini unapatikana katika, katika ndoa. Mtume akahusia kwa kutambua hilo, ya maashara shababu, nanyi vijana ninyi mloweza, mefika mahala mna stitaa, mna uwezo, man istataa minkumu, atakayeweza katika ninyi alibaa aliaoa falyatazawaj, basi asicherewe, fauran awe e, manaake anakula ana, ana na na kunywa kijana usiku kwa, kwa siku mara tatu, subhanallah lazim ana simu ya laki tatu, e, anabadilisha nguo kwa, kwa, kwa siku pengine mara mbili mara tatu, subhanallah lazim Anapo pakulala na sometimes pengine anabadilisha chumba hichi leo, kesho kicho hichi. Kijana huyu alafu anadai kwamba hana uwezo wa kuoa, fanaudhu billahi min dhalika, fanaudhu billahi min dhalika. Shahawa anaenda kuziweka wapi? na kwenye mkono wake kuna dunia tayari, analala nayo usiku. Mungu atufahamishe.

kazi hiyo na nini upate pakula, pakula, hata kama ni mlo mmoja na hivyo ndio anakula huyu. Manake kama anakula ee hey, manake kipo cha kumtosheza mwingine. Kama anavaa ee hey, kipo cha kumtosheza mwingine eh. Kama yupo papo pakulala, e hey, manake ndo hapo hapo pakulala huyo mwenzake. Hivi vigezo ambavyo ni akili akili ikitumika vina msingi Si vigezo vya kusema vijana washao wewe. Yaani msingi wa maisha ya hawa watu jamii ya maana yake ni katika ni katika ni katika ndoa katika ndoa. Utaratibu huu ukifuatwa vizuri, kwa sheria, kwa namna nzuri na kufahamishwa vizuri, basi tutarajie matokeo mazuri si tu ya kujifakhirisha Mtume ya umma kiyama, inni ubahi bikum umama ya umma kiyama, bali katika dunia hii kuna khairi kubwa wanaolifuata hilo jambo. Lifanye hilo jambo na, na, na jamii itakuwa ni sehemu ya kuigama kwao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeye hakuchelewa miaka 25 akawa kapata akaa kheri ya ndoa hii na, na, Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha akiwa ameshindwa takriban na Bibi Khadija miaka 15. E, kwa wale ambao wanaangalia umri basi wazingatie pia e, hivi vitu ambavyo alivizingatia Bibi Khadija e, ukweli na uaminifu Khuluq. Mtume Muhammad SAW akaweka aya na pia, baada ya hapo idha atakum man tarauna dina wahula fazawikae, ana dini huyu tabia bali haraka sana, mpeni mpeni, oze che oze che. Eh, vijana wanalalamika na baadhi yao, lakini kuna wengine wanakuja ndio, na wana uwezo. Allah kawapa, mashaallah khairi, kwa kadri ambavyo kawajalia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akiulizwa una gari na nyumba <laughs> Ufanya kazi wapi kiwanda gani? E, baada ya hivyo kanyimwa alivyonyimwa, ndio ufisadi ukaenea, ima kwa yule binti kuchafuka na kuchafuliwa, na vitu vipo waziwazi wazi, na kwa bahati mbaya ikawa katolewa katika dini, misingi ya dini. Mungu atustiri, si tumeona kwa macho yetu ambao wame wamechafuliwa baada ya hapo e, na hasa baada ya kutoka, kujiepusha na kusikiza mambo mazuri kama haya kufuatilia kusoma mambo mazuri kama kwa katika imani kicho tokea ni, okay. ni matokeo mabaya wao kuzaliana huko kwa misingi ambayo si yenyewe chafua pasipo kuwa na utaratibu ule ulioridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Jalla. Na ndugu zangu, sheria sheria yoyote ambayo tumewekewa na Mola wetu, basi ni maslahi kwetu sisi kama kama wahusika wa kwanza na wanufaika wa kwanza kupitia sheria hiyo, na kama kuna kitu tumekatazwa basi ni kwa sababu ni ndio hatari kubwa, na kuna matatizo mengi kwa hawa ambao ni sisi wenyewe wahusika. Kwa hivyo kheri ipo kuna kufuata maamrisho ya sheria, na ubaya, uchafu, balaa, matatizo yapo kuna kuacha kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhana azza wa jala.